Mheshimiwa Rais alipowahi kutembelea Ubelgiji akaona mchele wetu Ubelgiji, lakini alipokuja alipokuwa naronji maafisa ugani Dodoma, na sisi tulikuwa ni sehemu ya Watanzania ambao tulishiriki katika eneo hile. Lakini eh, kupitia benki ya kilimo aliwaeleza kwamba pia waweze kutuwezesha tuweze kupata mashine hizo za kisasa, na hatimaye tulipata hizo mashine na sasa zinaendelea kufanya kazi ili kuhakikisha mchele wa Kitanzania unakuwa na ubora kama mchele ya kutoka nchi za nje, kwa mfano Thailand. Na unapozungumzia mataifa mengine ambayo yanafanya kilimo kikubwa cha mchele, basi na sisi tupo tunafuata. Tuna, tuna mkopo na benki ya kilimo TADB ambao wametuwezesha. Sasa hivi tunaendelea kujenga magara. Tulijenga magara makubwa yenye siku ya mita elfu mbili kila moja, magara matatu ambayo kufikia mwaka jana tulikuwa tunamaliza mkopo wetu na tumeomba mkopo tena wa kwa ajili ya kuongeza maghala mengine. Sasa hivi tuko kwenye project ya kujenga maghala mawili yenye square meter zaidi ya elfu mbili mbili. Kwa kilo mia moja, mtu akitunza mpaka wakati anauza, tunamchaji shilingi elfu moja na mia tano tukwa gunia. Lakini nia yetu kubwa na malengo ni kuhakikisha wakulima pia wasiuze mazao ni mradi tu kwamba amevuna hana sehemu ya kuhifadhi. Nia yetu ni namna ya kuhakikisha tuna wahifadhia, lakini wanauza kwa wakati. Na hata tunakwenda mbali zaidi, hata wanapokuwa wanahitaji wakati mwingine mahitaji madogo madogo, kwa mfano bati, anahitaji kupeleka mtoto shule, sisi tunamwezesha kwa kumkopesha, ili asubirie mazao yake apande ya bei, ili aweze kuuza kwa bei nzuri, ili aweze kupata faida lakini na sisi tuweze kupata matilio ambazo hata kama mtu anasema leo ninahitaji mchele labda tani elfu moja. Mimi kama Rafael Group naweza nikawa na tani 500 lakini, na hawa wakulima wadogo, wadogo wadogo na wafanyabiashara wadogo wadogo waliko kwenye eneo letu la kazi, maana yake tunashirikishana ili huyu mteja tuweze kumsupply, wao watakoboa na mimi nitakoboa, tunamuuzia huyu mteja na huyu mteja anakuwa anakuwa amepata mahitaji yake. Kimsingi ni kwamba hivi vitu vyote tuna process hapa. Haya mafuta unayoyaona tuna process la group, lakini mchele unaoona tuna uprocess hapa. Haya maharage tunanunua kwa vikundi vya wakulima ambavyo tumeweza kuvisaidia kwa kuvifundisha na kuvipa utaalamu. Kwa hiyo haya maharage ni maharage kwa kuyaona, lakini ni maharage ambayo yanalimwa na vikundi ambavyo vimepewa mafunzo ya kilimo na vinalima kilimo cha kisasa, kilimo sio cha chakula, kilimo cha biashara. Kwa hiyo tunahakikisha haya material hizi hizi pembejeo labda tumewapa wakulima, mwisho wa siku wakitupa bidhaa, hizi bidhaa tuzifanye biashara kwenye eneo letu, ili pia walaji wetu wapate bidhaa bora, sio ni mradi bidhaa, yani bidhaa ya chakula, lakini yenye ubora wa hali ya juu. Tupo na watu wengi ambao wanafanya kazi kwenye eneo letu kila siku. Ukiangalia kule ulikotoka umeona wale kina mama, na kwa sababu labda ni asubuhi. Lakini pale kwa kina mama kila siku wanakuepo zaidi ya sabini mpaka themanini lakini chini yao ni kwamba watu wapo wale, wanaopewa bidhaa na hao kina mama walioko ndani ambao wako masokoni, wanakuja kila siku, atachukua hapo kilo 40, kilo 50, aende kuuza sokoni. Kwa hiyo ukiangalia kina mama mmoja mmoja wanaopata huduma pale kwa siku, unaweza kukuta hawapungui mia mbili. Lakini pia ukiangalia hawa vijana, maana yake wao wapo wanafanya kazi kupitia kwetu, lakini wanafanya kazi kupitia mama ambao wako kwenye eneo letu lakini ukiangalia cheni hiyo sasa ya, ya mtiririko wa watu ambao wamejiajiri na tuliowaajiri, unaweza kukuta tunaenda kwenye watu 300 mpaka 400 kwa siku, kwa sababu hawa watu wote hili ni suppression, kuna mzunguko ambao upo kila siku ya Mungu kilala ukiamka. Lakini hii cheni imekwenda zaidi mpaka kwa wakulima huko vijijini, maana yake wakiuza lazima waende wakanunue, na wakinunua maana yake wanakuja wanauza na wale wanaonunua wanaenda kuuza. Kwa hiyo huu mzunguko ni mkubwa na tunatamani kufanya na watu wengi zaidi kuliko hawa, na ndio maana unakuta Raphael Group tumekuwa na uthubutu hata wa kuendelea kuona tunaweza kupanua magodown kwa ajili ya kuwasaidia hawa wakina mama na wakulima wadogo, lakini nia yetu ni kuhakikisha tunapanua wigo mkubwa zaidi kwenye kilimo cha nafaka hususani mchele, mahindi, maharage, alizeti na vinginevyo vingine ambavyo vinaendelea kufanyika. Kwa hiyo kazi yetu hasa kubwa ni hiyo, kuhakikisha Watanzania wanakuwa katika sekta ya kilimo. Sisi tulikutana na Benki ya Kilimo tukiwa tunamiliki magodauni mawili tulipoanza kufanya na kazi, lakini leo hii nilikwambia, sisi tunamiliki magodauni ambayo yameshakamilika yako matano na magodauni mawili tuko kwenye ujenzi, kwa maana yake tunakwenda kuwa na magodauni saba. Sasa maana yake kama tulikuwa na siku ya mita elfu mbili elfu nne sasa hivi baada ya mwaka huu kukamilika tutakuwa na siku ya mita zaidi ya elfu kumi na nne kwa hiyo ni namna ambavyo sasa kupitia benki ya kilimo tumenufaika kwa kupanua nafasi ya kutunza mizigo ya wakulima na mizigo yetu, lakini tumefanikiwa pia kuitumia benki kununua mashine ya kukaushia mpunga ya kisasa kabisa ambayo ni dryer iko hapo ndani, lakini tumefanikiwa kununua na kutengeneza kujenga mashine ya kisasa lakini pia hisa kidogo. Kuna godown moja tumejenga Ifakara ambalo nalo linachukua mita 2000 ambalo pia tuliwezeshwa na benki ya kilimo. Kwa hiyo kumekuwa na manufaa makubwa kupitia benki ya kilimo, na tunategemea kuendelea kuitumia benki ya kilimo kwa sababu tumeona bado kuna, kuna sehemu zinahitaji kuendelea kuziimarisha. Tuko kwenye mazungumzo na benki ya kilimo, kuna uwezekano kuna mashine zingine tunazihitaji kwa ajili ya kuendeleza na kupanua mazao ya kilimo, ambazo siku tukikamilisha tutakuja kuambia ni kitu gani tulikuwa tunafikiria kukifanya lakini pia tumeingia mpaka kwenye mifugo sasa hivi. Kupitia benki ya kilimo tumepata tume kitalo serikalini, tumekodi kitalo ambacho ni cha ufugaji, tuna ng'ombe hapo tunafuga, lakini tuna namna, tumeanza mazungumzo na benki ya kilimo kuona tunawezaje kupata mbegu za kisasa za ng'ombe wa, wa, wa, wa, ng'ombe wa nyama na ng'ombe wa maziwa ili tuendelee kufuga kwa ukubwa, lakini na kuhakikisha sekta ya nyama pia inakaa vizuri kwa sababu tunaamini sisi kama watanzania ndio wafugaji wenyewe. Ukienda South Africa unakuta kuna, kuna ng'ombe anaweza kauzwa mpaka milioni tano mpaka milioni sita mpaka milioni saba. Kwa nini sisi tuna ng'ombe wa kuuza laki tano? Kwa nini tuna ng'ombe wa kuuza laki nne? Kwa nini tuna ng'ombe wa kuuza milioni moja? Kwa hiyo mpango wetu ni kuhakikisha pia tunaingia kwenye sekta ya ufugaji, tunatengeneza namna ambavyo tutapata ng'ombe watakuwa uzwa shilingi milioni tano watakuwa uzwa milioni nne na watakuwa uzwa zaidi ili tuweze kupeleka nyama huko Komoro tuweze kupeleka na Vietnam tupeleke sehemu nyingine ambazo watakuwa wanahitaji hitaji mazao kama nyama. Hapa tulipo tuko kwenye mradi wa mteja wetu anaitwa TTL Agricultural Company Limited, ni katika eneo la Kapunga, wilaya Mbalali. Huu mradi ni moja ya mradi wa ushuhuda kwa Benki ya Maendeleo ya Kilimo kwa kukuza miradi na kuchagiza sekta ya kilimo. Mnamo um, mwaka elfu mbili kumi na nane hapa eneo lote tunaloliona kulikuwa hakuna kitu. Lakini Benki ya Maendeleo ya Kilimo ilianza, ilianza kwa kumwamini huyu mteja na kuanza kumjengea ghala la kwanza na hatimaye kumjengea maghala mengine na kuzidi kumpa mtaji mkubwa. Leo hivi tunavyoongea, kwa msimu mteja anaweza kukusanya zaidi ya tani elfu ishirini na tano kwa kutumia fedha ya benki. Na katika hizo tani huyu mteja anaweza ku, kuajiri zaidi ya watu mia mbili kwa, kwa msimu. Lakini wanufa, wanufaika wakulima ambao wananufaika ni zaidi ya elfu nne mia tano katika eneo hili la karibu la Mbalali. Lakini zaidi ya hapo huyu mteja ameenda mbali na kuweza kuchukua mzigo zaidi ya eneo hili tu. Ameenda Sumbawanga, maeneo ya Iringa na maeneo mengine ya jirani ili kuweza kutengeneza tija. Hii ni moja ya ushuhuda kwamba hata kijana, hata wewe kijana unaweza ukaanza na wazo lako, na lile wazo, benki ya kilimo linaweza likaliwezesha na siku moja na wewe ukaja ukawa na mradi mkubwa kama huu. Hivyo tunawakaribisha vijana, tuna miradi ambayo ni ya vijana ambayo inasaidia katika kukuza aa, aa, kipato chako, na sio lazima kila kijana ajihusishe na ajira zilizo rasmi, lakini hizi ajira ambazo za, kujue, za kujituma mwenyewe na kuwekeza maono yako ni, ni kitu ambacho kinaweza kikakupa tija kwa muda mfupi zaidi.